Asante sana, majina yangu naitwa Mwalimu Deusi Igora, ni msajili wa chuo cha Biblia kilichoko Mwanza, wilaya ya Ilemela. Chuo hiki kinafahamika pia kama Lake Victoria Bible College ambacho kinatoa mafunzo kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Katika chuo hiki tunatoa huduma hasa zifuatazo: kuna huduma kwa walimu wa watoto ambao tunaita huduma ya mtoto na walimu wa chekechea kwa muda wa mwaka mmoja. Ni wale walimu ambao wana huduma ya wa kuwafundisha watoto katika makanisa na katika shule za chekechea. Kwa hivyo, mwanafunzi anapata cheti cha upande wa kanisa na cheti cha upande wa serikali habari ya chekechea. Vilevile tunatoa mafunzo ya theolojia kwa wachungaji. Mafunzo haya yanaenda mpaka ngazi ya diploma inayochukua muda wa miaka mitatu. Katika mafunzo ya miaka mitatu, mtumishi wa Mungu anaandaliwa kuifanya kazi ya Mungu mahali ambapo Mungu amemtuma au amemwelekeza. Chuo hiki kwa kweli kina mazingira mazuri, miundombinu mizuri, majengo, madarasa, vitabu, walimu, vyote viko katika hali ya ubora maktaba nzuri na ya kisasa pia ipo kwa ajili ya kujisomea. Mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wanapokuwa chuoni yanapatikana pia, yanamuwezesha mwanafunzi anapohitimu kwenda kuifanya kazi aliyoisomea isiwe ngumu, anaifanya kwa njia ambayo ni nyepesi kabisa. Na katika chuo hiki ada ni nafuu kabisa, unaweza kulipa kwa awamu awamu mpaka ukamaliza. Kwa hiyo tunapenda sana watu wote madhehebu ya Kipentekoste, yani CCT wenye wito, wenye moyo wa kumtumikia Mungu, wakaribie mahali hapa. Ni mahali sahihi kwa ajili ya mafunzo, ni mahali sahihi kwa ajili ya kuandaliwa. Kwa mwaka unaokuja elfu mbili na ishirini na sita tutaanza muhula wa kwanza tarehe tano mwezi Januari, lakini pia muhula wa pili utaanza mwezi wa tano na muhula wa tatu utaanza mwezi wa tisa kwa hivyo mwanafunzi anaruhusiwa kuchagua ajiunge kwa muda upi, kulingana na umri mbalimbali tunaochukua wanafunzi. Wengine ni vijana, wengine ni watu wazima, wengine ni wazee. Pia wote wanakaribishwa kwa nafasi zao, kwa majukumu yao, kuja kujifunza utumishi wa kazi ya Bwana. Lakini katika chuo hiki kwa kweli, mazingira ni rafiki sana, hali ya hewa ni nzuri na inaweza kumsaidia mtu yoyote kukaa hapa masomo yake bila tatizo lolote. Mawasiliano yetu ni kama ifuatavyo. 0782655900, 0782655900. Namba nyingine 0785554825, 0785 55 48 25. Niseme karibu na Mungu akubariki. Asante sana.